Taarifa zinasema suala la kiungo mshambuliaji wa Yanga Stefani Aziziki kuendelea kuwapo ndani ya kikosi hicho ni jambo la muda tu kuanzia sasa, kutokana na matajiri wa Kiarabu kujipanga kumng'oa kurako viunga vya Jangwani ambako anakipiga hivi sasa. Hii ni Toka Zamani TV. Updates zaidi zinapatikana hapa. Tafadhali subscribe na bonyeza alama ya kengele, ili uweze kupata taarifa pale ambapo zinajitokeza kwa kupata notification. Aziz Ki anayemiliki mabao saba na assist saba katika ligi kuu msimu huu inaelezwa ananyemelewa na club mbili kubwa nchini Morocco zilizoanza mazungumzo na mabosi wa Yanga ili kumnunua kwa msimu ujao, huku mabusi hao Jengwani wakiwa tayari wameshapiga hesabu za mbadala wa kiungo huyo. Kiungo huyo raia wa Burkina Faso anayetumikia Yanga kwa sasa kwa msimu wa tatu tangu alipojiunga akitokea Asec Memuse Ivory Coast, akiwa ndio mchezaji bora na mfungaji bora wa ligi kuu kwa msimu uliopita akifunga mabao ishirini na moja katika msimu wa kwanza Stefan Aziz Ki akicheza na Fei Toto alimaliza na mabao tisa. Chini ya kocha Nasreddine Nabi, aliondoka kumpisha Miguel Gamondi na msimu uliopita mambo yalimnyookea, akifunga mabao ishirini na moja yaliyowezesha Yanga kutetea ubingwa, huku yeye akifanikiwa eh, kupata uchezaji bora wa msimu huo. Aziz Ki aliongeza mkataba wa miaka miwili, kwa sasa na anamaliza mwaka wa kwanza, hivyo timu inayomuhitaji inatakiwa kumnunua kwa bei ambayo Yanga itahitaji. Kinachovutia zaidi Waarabu hao ni rekodi za kiungo huyo hasa za msimu uliopita, alipowafunika nyota wote wa ligi kuu, kwani licha ya kufunga mabao 21 pia alihasisti mabao manane, huku msimu huu akiwa amehusika katika mabao kumi na nne hadi hivi sasa. Hadi sasa klabu mbili ndizo ambazo zinagonga hodi katika klabu ya Yanga Sports Club kutaka saini ya Stephane Aziz Ki ikiwemo Farabad pamoja na Raja Casablanca, zote zikitokea nchini Moroko. Taarifa hizi zinaeleza kwamba mabosi wa Jangwani wameanza mazungumzo na Farabad juu ya hatua ya kumuuza mwishoni mwa msimu, huku pia mabingwa wa Moroko, Raja nao wakielezwa wanajaribu kumsaka kiungo huyo. Hivyo kwenye ki, mwenye kisu kikali ndiye atakayefanikiwa kula nyama, atakayefanikiwa kumnasa Stefan Aziz Ki. Kuna uwezekano mkubwa dili hilo likamalizika na Farabad kwa kuwa tayari wameshafikia hatua nzuri ya kumaliza deal hilo, na kama atatimkia huko atakuwa na beki Henock Inonga Baka ambaye alitoka katika klabu ya Simba Sports Club na kutimkia nchini Morocco, ambapo msimu huu amekuwa akicheza katika klabu hiyo, licha ya kwamba taarifa pia zinaeleza beki huyo anatajwa huenda akarejea nchini Tanzania kutokana na mambo kutokuwa mazuri sana kule nchini Morocco. Hii ni Toka zamani TV, minaitwa Shehani Mzeina. Kuendelea kupata updates kutoka kwetu, tafadhali subscribe na bonyeza alama ya kengele.